Tupo hapa tumekuja kuwatembelea vijana wetu wanaojishughulisha na shughuli za bodaboda katika eneo hili la Kivukoni hapa Pangani mjini. Vijana hawa ni vijana wa kutolewa mfano, si pangani tu naweza kuthubutu kusema kwenye mkoa mzima wetu wa Tanga nimeona vijana kama hawa wanajishughulisha na bodaboda lakini wapo wajishughulisha na kilimo na mambo mengine lakini naweza kuthubutu kusema kwa mara nyingine hawa ni wakutolewa mfano sana tumekuja kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake kwa vitendo, katika hili yaliyozungumzia ya kuhusu vijana na maendeleo, vijana na uchumi. Tumesikia risala ya vijana wetu namna ambavyo wameanzisha kikundi chao hiki ili kuhakikisha wanajinyanyua kiuchumi, ili waendelee na maendeleo mazuri katika familia zao, ili na wao waishi vizuri kama wanavyoishi vizuri watu wengine tumesikia risala yao, tumeona walipotoka na sasa mahala walipo. Unaona kabisa hapa kuna watu ambao wanafaa kabisa kwa kuanidarasa kwa vijana wengine ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Nimeamua kujaunga mkono kama walivyosema kwenye risala yao, wamekopa halmashauri mkopo kwa mujibu wa mkataba wa miezi kumi na sita maana yake ni mwaka mmoja na miezi minne na wanatakiwa kila tarehe kumi na sita ya kila mwezi, wao wanarudisha kile walichoelekezwa warudishi, na wameshalipa kwa muda wa miezi nane maana yake kwa miezi kumi na sita wamebakisha miezi nane mingine. Tumekuja kuiunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais kuhusu vijana na uchumi kwa vitendo, nimeamua kuunga mkono kwa kuwalipia miezi nane yote iliyobakia iliyobakia, halipungui milioni kumi na tatu na laki nne na elfu arobaini na nne. Nikaambiwa wanipe akaunti za, a kojana, nishawalipia fedha zote milioni kumi na tatu laki nne na elfu arobaini na nne. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wa, hawa wanajitambua, wanafanya kazi kwa jitihada kubwa, wanajiingizia kipato na wanaheshimu fedha wanayoipata, na hiyo ndio siri kubwa ya mafanikio. Ili mtu aendelee kwenye kile anachokifanya, lazima aheshimu kipato cha kile anachokipata kwa shughuli anayoifanya walichukua mkopo wa milioni ishirini na saba laki mbili tisini na mbili na mpaka sasa hizi wamesharejesha takribani milioni kumi na nne wamebakiza milioni kumi na tatu. Wenyewe hawaangalii mkataba, wanaangalia kile wanachokipata, wanarudisha. Na ahadi tulishawapa, watakaporudisha kwa haraka kama walivyorejesha mara ya kwanza, sisi hatutasita kuwashika mkono kwa kuwakopesha tena hata zaidi. Mara ya kwanza alikopa fedha milioni kumi, lakini mara hii tumewakopesha milioni ishirini na saba hatuta sita. Na ushauri wangu ambao niliutoa kwao, wasiangalie tu kwenye wabodaboda bali waangalie na miradi mingine pia. Nimpongeze mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa mzee wetu huyu kwa juhudi kubwa, lakini pia nimpongeze serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na kutenga eh, wizara ya vijana na mfano leo umeanza kuonekana kao. Nimpongeze mweshimua mwenyekiti na serikali kwa jumla kwa kazi nzuri, lakini pia pesa mkoko, siyo hizi zinazotoka za mkopo sio kama ni za marejesho keesh mikopo tunapokopeshwa lazima. Kwa hiyo naipongeza serikali kwa kazi nzuri, na si vijana tuko tayari, lakini pia nimpongeze mpongezi wangu wa wilaya kwa bodaboda kwa kusimamia wilaya yake vizuri, na nimpongeze mwenyekiti pia wa kituo cha atupoi kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Mungu awazidishie na Mungu akawafanya upesi.